Ni mkazi wa Moshi mjini, ni mfanyabiashara na mkulima, ni mwanafamilia wa familia ya Maisha Fitness Family, ambayo leo tumemtembelea mwanafamilia mwenzetu ndugu yetu Mheshimiwa DC Sumaye katika wilaya yake ya Lushoto. Tumekutana na mambo mazuri mazuri, kwa sababu kila mahali tukisema sisi wageni wa DC tunaelekezwa njia, watu ni watu wake, wametupeleka mpaka ofisini sh tumefika kwenye foresti hii ya Magamba, ni foresti nzuri. Kilimanjaro hatuna foresti ya namna hii. Tumejifunza kitu kwenu, namna kutunza mazingira tumeyaweza. Tumepata rekodi nzuri pale kwamba katika maeneo haya hakuna ukataji wa miti wa ovyo kama ilivyo maeneo mengine, na kweli tulikuwa barabarani mpaka hapa tujapishana na mtu yote aliyebeba kuri kiasi gani. Sasa hivi mna utumiaji wa gesi umeshafika huko, kwa sababu kama jua watu wanatumia gesi. Kwa hilo tunashukuru, na mapokezi ni mazuri, maeneo ni mazuri, na bahati nzuri tumefika hapa na hali imeshaanza kubadilika. Tumekuja hali kama tunavyoona sasa hivi, naona ni mawingu tu, msitu haonekani. Kwa hiyo panaleta utalii mzuri. E, yaani ile hamu inakuwa imepata ukamilishwaji wake. Tumefurahi, tumeona tume na namna ambayo viongozi wametuonyesha kwamba tumefika wapi na tunaenda kwenye maeneo gani. Tumeona vile ambavyo Wajerumani walipatumia katika vita vya dunia. Tumeonyeshwa kila kitu ambacho kinastahili mtalii kuonyeshwa au mgeni wa eneo hili. Kwa hiyo tunashukuru kwa kila kitu e, DC ni mtu safi, ni mtu ambaye ni mwanafamilia wetu kwa vyote vile naamini hawezi kulalaga bila kuangalia kwenye familia yake maisha fitness family kuna nini? E, kwa hiyo ametupa mwaliko huu mzuri na tumetimiza kufika na mapokezi ndo haya, nanyewe mpo kwenye mapokezi yetu. Tunawashukuru viongozi Toni Macha. Mimi ni mzaliwa wa wilaya ya Moshi na leo hii tumefika wilaya hii kwa ajili ya kutembelea vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kumuunga mkono mheshimiwa DC ambaye alikuwa ni DC kule kwetu Moshi. Tulishine kwa upendo na hata baada ya kuona anaitangaza vizuri wilaya yake hii nyingine tukaona basi tuje tumsapoti na sisi tuangalie vivutio alivyokuwa anavielezea. Basi kweli tumefika, tumeridhishwa. Tumeridhishwa sana. Tumeona vitu vingi ambavyo kiukweli sijawahi kuona. Nimetembelea mambo mengi, nilikuwa nimeshajua nimeshaona yote lakini bado ila kwa leo, kwa baadhi tumeshindwa kuzungukia kote, lakini kwa baadhi tumeenjoy, tumefurahi. Tumeenda kwenye mapango, tumeenda kwenye view nzuri, tumeelezewa historia kubwa sana ya maeneo haya. Kwa hiyo tunashukuru na tunakaribisha watu wengine wafike maeneo haya. Tutakuwa mawakili wema kule Moshi kwa ndugu zetu na marafiki, kumsapoti ndugu yetu mheshimiwa DC. Experience, ha, vitu vya tofauti nivokutanavo hapo Magamba. Mimi kikubwa zaidi kilicho nivutia ni, ni Magamba ni eneo la view point ambalo kiwalisia ukikaa kwenye ile view pale juu unaona karibu hiyo wilaya nzima umeona ambao ni tofauti sana na sehemu nyingine ambazo ukienda. Sasa, nauna, unaona wilaya nzima ya huku na sehemu nyingine. Sasa na kingine ki kikubwa zaidi kimenivutia hapa ni miti mirefu na utunzaji wa mazingira, yaani kiukweli, hapa amejitahidi sana katika swala hilo la utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo naamini kwamba usimamizi ni mzuri na wako vizuri katika hilo, katika hii hifadhi. Sasa umejifunza nini sasa? Mimi nimejifunza mambo mengi sana kupitia jambo hili, umeona, nimejifunza mambo mengi sana kwa sababu kiukweli kwamba tuna sehemu nyingi na tuna vivutio vingi lakini kila sehemu unapoenda unajifunza jambo moja na lingine. Mimi nilichojifunza hapa kikubwa ni kwamba ni usimamizi mzuri wa maeneo na utangazaji mzuri wa, wa, wa eneo husika na kuhakikisha kwamba eneo linakuwa salama ili kuwa kivutio kwa watu wengine. Rai yako kwa wananchi? Rai yako kwa wananchi? mimi nawakaribisha wananchi wote wafike katika hifadhi ya Magamba kwa sababu watakutana na vitu vingi ambavyo mimi naamini mimi mwenyewe bado sijaviona, kwa sababu ya muda, ni day trip tu lakini, wakija wao wanaweza wakaeka, nimeambiwa kuna campsite, kuna nini, wanaweza wakaamua kutenga siku mbili tatu, wakaja wakakaa hapo wakazunguka. Wanadai kuna zaidi ya takribani eka elfu, elfu, tisini, sasa ni eneo kubwa kiukweli. Kwa hiyo kihalisia, kwa siku moja utaweza kuuzuria ku lote. Nawashauri tu wafike wajione wenyewe. majina tena. Majina yako, atuelezeje utalii wa Lushoto? Naam, tupo katika mlima wa Kigulu wa Kwewa. E, ni, ni sehemu maarufu sana katika hifadhi ya mazingira asilia ya Magamba. Na hapa tumepata watalii wageni kutoka maeneo mbalimbali lakini wengi leo wametoka Moshi wamekuja kujionea namna tunavyoweza uhifadhi wa mazingira ulivyo, lakini kujifunza, kujifunza pia wamekuja kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo mbali jinsi uhifadhi ulivyo na tija, kujionea vivutio mbalimbali mbali vya utalii vilivyopo hapa. Basi na sisi kama wilaya tunaunga mkono jitihada za TFS katika kuhifadhi, lakini katika kutangaza vivutio mbalimbali ambavyo mbali mbali vipo katika wilaya ya Lushoto wo kwa hawa waliokuja ni wachache, na kila siku wanakuja, lakini leo nimeona umuhimu wa kuja kwa sababu mimi nili, nili, nili, nili, nilivutiwa kuona watalii wa ndani wanaweza wakajiorganize kwamba weekend moja wakatoka wakaja wakajionea mazingira wakafurahia hali e, basi nikasema na mimi kama kiongozi wa wilaya hii basi nijitokeze niweze kuungana nao katika kufurahia uzuri wa asili uliopo hapa Magamba. Kwa Tanzania ni maeneo machache sana yanafanana na hivi. Wapo wageni mbali mbalimbali, ambao wanatamani kuja Lushoto kujionea vivutio vya utalii, lakini kupumzika kwa sababu maeneo kama haya sisi tuna, tuna tented camps, lakini kuna burudani mbalimbali mbali, mtu anaweza kama amechoka tu hahitaji utalii, lakini anahitaji kupumzika hapa. Kuna mazingira mazuri, hewa ya asili, tunawakaribisha. Na baada ya muda mfupi tutatoa poto itakayokuwa ukiingia kwenye poto hiyo unaweza kupata taarifa zote za masuala ya kitalii eh, hapa Lushoto ikiwemo pamoja na namna ya accommodation, gharama na vitu kama hivyo. Kwa tunaendelea kujipanga namna ya kuboresha ili watalii na wa ndani na wa nje watakapotaka kuja basi waweze kufika au kujua huduma hizi zinapatikana kwa namna gani bila kupata shida kubwa. Mimi kwa jina Mfazi Mkuu sgan sijioni vyakuta ambaye ndio na wadau mbalimbali tumezunguka nao, wameenjoy, wamepata nyama choma, wamezunguka maeneo ya utalii kwa kweli tunafurahi sana kupokea wageni kutoka nje ya mkoa. Hawa ni wenyeji, wametoka Arusha, Moshi. Tumekuwa nao hapa bado, tunaendelea kuhamasisha utalii wa ndani. Utalii wa ndani unaanza na sisi wenyewe. Tunawakaribisha sana mazingira ya asilia ya Magamba, tutawapokea tutawahudumia, na usalama umeimarika. Kama unaona mwenyekiti wa ulinzi na usalama ameshiriki kwenye eneo hili, na maana ni eneo ambalo ina amani lina utulivu na lina umoja. Karibuni sana mazingira ya asili ya Magamba, utawapokea na kuwahudumia. Asanteni sana.